Kila safari yangu wallahi, ananichangia mafuta. Tumuombee dua huyu, mwenyezi Mungu ampeuni, semeni amin. Ananipaga hela e, mafuta kila ninapotaka kwenda na kila ninapokutana naye ananiambia sadaka yako, kila tutakapokutana naye, shehe, mpaka mimi niende akhera. Nataka usitangulie, ubaki kwanza, ubaki. Wallahi wabillah, nakupenda kwa ajili ya Allah, nakupenda kwa ajili ya Allah. Inshaallah, naomba tumuombee dua na uana huyo kijana ana hija ya tisa. Huyu huyu anaendaga hija kule, anamtumia vitu, anaendaga yeye eh, e, anaendaga yeye kusahidu, na wale ambao wanataka kwenda hija basi nitakupeni namba za huyu kijana yeye atakukonekisheni na watu wanaofanya habari za hija. Naomba niwapeni namba yake kabisa. Kama kuna mtu anataka kwenda hija, basi unaonana na huyu, anamuunganisha moja kwa moja na mimi inshaallah. Inshaallah, niombeeni dua. Huyu bwana tutaenda naye umra, semeni inshaallah. Osman, tnanuaeu tunakwenda umra na hela, utanilipia wewe hela, akunipeleka umra wewe nayo Haki ya Mungu na Allah anajua na ameshazihesabu, Osman Michael kwamba hizi lazima inshallah. Kijana mzuri ana matatizo, tatizo lake hajaenda jela, basi jela hajaenda. <laughs> Usiende ukakufai, usiende uko, mdogo wangu akufai kabisa kabisa, wallahi wa billahi, wakati anakuja na ustadhi Mazinge na swali hapa, vitu takuwepo, kaka yangu na penda aliniongezea hapo, nikamwambia hapo, nishamwambia imamu uniwekee yangu ya mafuta. Anajua wallahi wa billahi yeye, yeah, alishasema Mazinge, tukionana hela ya mafuta iko pale pale na kuombea Allah subhanahu wa ta'ala, akupe nyingi kuliko hizo ulizokuwa nazo. Sema insha Allah. <laughs> naomba kila mtu atie nia, kila mtu atie nia. Hizo za mafuta unapata hapo ulipokuwa tayari, hapo ulipokuwa mzee, sio Abedi huyu mzee kaze kala hapa, huyu mali hao. Ndio vijana wangu wakati naanza kuhubiri zamani, ndio walikuwa wanachukua video mk a na Noa, akachukua maiki. Noa anasema mimi mazingi leo nataka kusilimu. Nataka kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Noa aaa

Mre, <laughs> pale nikawatamai pale pale basi, inafika saa mbili saa mbili usiku, niko Lunga Lunga mpakani mwa Kenya na Tanga kipindi hicho, <tip> mitandao kule wakati huo mtandao hamna. Haki ya Mungu wewe, nimeambiwa wanne kuuwao, yaani yale wene ambayo atakajiuwe halafu nikaya suguru Hey, angeba mtume mtume kaondoka. <laughs> nafika kule nikafanya nika, mikutano, mwaka mzima sikurudi nchini, mwaka mzima wallahi. Aila nilivyorudi, wakaniambia ustadhi, nikimbia. Ianeza vyanami kukimbia ni sunna, kukamatwa ni faradhi, hiyo kama una shauri <laughs> ya <laughs> Sule yule yule, Sule yule una mali aliingia alitoka vivisho vak vyakokopo vile, Wapemba wanasema, msimu kamate mke wa mtu, Sule anaonoka, usifanye mchezo. um, eh. Wakati huo we wakati huo Makamba ndio mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Acha usifanye mchezo, nakisa saba, alhamdulillah, tumetulia kunakula matunda. Sasa hivi tunakula matunda ya Mama Samia ampe afya Mwenyezi Mungu. Wote e wotese mama, wewe kufanya nini ambaye mama ametoa ametoa ruhusa kufanya mikutano ya dini ili mradi usikashifu dini ya mtu mwingine. Wallahi, usifanye mchezo. Mimi katika mchango katika nchi hii wa dini nimo na vijana wallahi. Kula vijana wa na wa wallahi, kuna vijana walikuwa waswali baada ya kucitiliza sisi wakaanza kuswali wallahi, wabillahi.

Uislamu mzuri ni ule kusema basi, inshallah, Shehe Honda sabini, Mwenyezi Mungu akupe umri, tutangulie sisi. Huo ndio uislamu mzuri akya. <laughs> <laughs> Mungu, tena wallahi wa billahi, tunamomba Allah subhanahu wa ta'ala atupokelee swamu yetu, atupokelee ibada yetu, atuhurumie makosa yetu, na wale waliotoa hela zao ii, hata kama mia tano utaikuta siku ya kiyama. Alfatiha. bismillahi rahmani rahim. Aliwe na amani na salama nchi yetu, Yarabu tunakuomba, iwe na amani tuweze kufanya ibada. Yarabi tunakuomba, nchi yetu, waongoze viongozi wote katika nchi hii, watuongoze kwa amani na salama, nchi yetu isingie kwenye machafuko, mjaliye mama yetu, rais wetu mpendwa, Mama Samia, atuongoze kwa amani na salama, waongoze rau Yarabi, viongozi wote mawaziri wake jeshi lake askari wake usalama wake, waidumishe amani katika nchi yetu. Ya Rabbi, tunapofanya bila kupatikana amani, ndio tunaweza kufanya ibada ya kuswali, tukatoa sadaka, tukatoa zaka, tukaenda hija, watoto wakaenda madrasa, wanaenda watoto madrasa kwa ajili ya kukujua wewe, kwa sababu amani hii. Ya Rabbi, wajalie waumini wote wa masjidi hapa uwaondolee maradhi katika mili yao, uwape nguvu katika mili yao, uwape riski ya halali wanaofanya kazi masokoni. Ya Rabi, waletee wateja katika mali zao. Ya Rabbi, waepushe na biashara haramu, wajaalie biashara ya halali. Ya Rabbi, tujalie sisi tunayetangaza dini yako, tuondoe oga, tuondoe unafiki, tupe nguvu tumtangaze mtume wako, tukutangaze nema. Ya rabbi wajalie vijana hawa waandishi wa habari wanayesambaza mambo yako, watu wakasoma wao na wake zao. Ya rabbi uwape afya, wape uzima, uwape neema, utujalie sote katika maisha ya dunia. Mwisho tumewatolea sadaka wazazi wetu kila aliyemtolea mzazi wake sadaka na yule ambaye hajamtolea, basi tunaomba yarabi, wajalie wazazi wetu na ndugu zetu waliyetangulia mbele ya haki, makaburi yao yafanye ni miongoni mwa viwanja katika viwanja vyamu. Mwisho tunaomba mwisho uliyekuwa mwema yarabi, mwisho tunaomba mwisho uliyekuwa mwema yarabi, mola wetu subhanahu wataala, alkahar allatifu, tunaomba mwisho uliyekuwa mwema kwa baraka na utukufu wa kipenzi chetu Nabii Muhammad wasallallahu ala sayyidina ali muhammad nabii umii wa wa alalihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Hapo hapo polipoka mpe mkono mwezio wa heri kutakia na heri. Hapo hapo mkono wa heri. Mwenyezi Mungu anapenda Waislamu, akasema Waislamu wote ni ndugu. Salamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.